Ile wakati tu alianza kuleta watu pamoja tulijua. Tukasema hii mtu kwa sababu anataka kuturudisha mambo ya Moi era ndio abati wa atumie vitendo vya polisi ndio pita hapo tuko hapo tayari. Tumeambia Gachagua na anachua kutoka viongozi wengine. Kwamba raundi hii, ndugu yangu, weka tamaa mbali. Ameweka hata akiajiriwa. So those people are having doubts with Gachagua. Usikuwe na neno. Ile Gachagua tu anataka apate ile freedom ya kuingia State House wakati Fred Matiang'i atakuwa president. Hiyo tu.